Namwombea kura Rais Samia, mama ambaye ametuongoza ndani ya miaka mitano minne minne, na nyinyi mmekuwa mashahidi, amefanya kazi nzuri. Mama Samia wakati anaingia madarakani mwaka 2021, Machi 19 baada ya nchi yetu kuondokewa na aliyekuwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais anapofariki makamu wa rais anachukua jukumu la kuwa rais. Mama Samia akabeba jukumu la urais. Mama, baada ya kuchukua jukumu la urais alikuja na falsafa zake falsafa inayoitwa 4R, yaani zile R nne ni za Kiingereza. R ya kwanza ni reconciliation, kwa maana ya maridhiano. Mama Samia alipochukua madarakani alisema anataka maridhiano kwenye taifa zima, kwa maana alitaka taifa tuzungumze lugha moja, wapinzani pamoja na watu wa chama tawala. Hayo ndiyo Mama Samia alikuwa amekusudia. Ara ya pili ilikuwa inamaanisha resilience, kwa maana ya ustahimilivu, yaani tuvumiliane, pamoja na kwamba tuna tofauti zetu za kisiasa, lakini lazima kama taifa tuweze kuvumiliana ili tuweze kujenga taifa moja lililo imara. Na ara ya tatu ilikuwa inasimama kwa maana ya reforms, ama mageuzi au mabadiliko, kwamba yeye atajikita kuleta mabadiliko kwenye baadhi ya sheria ambazo zimekuwa na malalamiko kwa muda mrefu na mahitaji yale ambayo wananchi wanayataka moja kwa moja. Na ara ya nne ya mwisho ilikuwa ni rebuilding, kwa maana tunajenga upya taifa letu, hizo ara nne lakini Mama Samia kwenye ara ya kwanza ya maridhiano ali, jambo la kwanza alisema wapinzani wote walio nje ya yetu, wapinzani wakarudi ndani ya nchi akiwemo Tundu Lissu, lakini maridhiano yale ya kuisha, akaunda kamati ndogo ya maridhiano, ilikuwa inaundwa na viongozi ndani ya CCM na wengine viongozi ndani ya upinzani. Upande wa sisem ulikuwa unaongozwa na, na mzee Kinana. Upande wa Chadema wakati huo ulikuwa unaongozwa na, na mzee eh, eh, Freeman Mbowe wakaenda na mahitaji yao mengi, miongoni mwa mahitaji walioyataji ilikuwa ni kufanya mikutano ya siasa ambayo ilikuwa imezuiliwa na mtangulizi wake marehemu Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Rais mstaafu Mama Samia akasema mikutano ya hadhara ruksa, kampeni. Wakazunguka kila mahali kuuza sera zao, tuliwaona kwenye TV. Wakasema ruzuku ilizuiwa, tunaomba tupewe. Wakapewa na ruzuku, kila walichokiomba. Mama Samia kwa upendo wake aliwapatia upinzani. Sasa mama ametenda wema kwao, wao wamemgeuzia ule wema kuwa ubaya. Wanataka sasa mama ang'atuke kwenye kiti chake kwa sababu tu ameshawepa wema mwingi, wamegeuza kuwa haki yao ya kimsingi. Iwezekani huruma ya mheshimiwa rais leo. Mheshimiwa rais ameendelea kufanya siasa safi ndani ya nchi kwa kulinda amani ndani ya mji wetu kwa kulinda amani ndani ya taifa letu kwa kipindi cha miaka mitano. Nyinyi wote ni mashahidi, hatujaona shida yoyote kwenye hili taifa tangu mama Samia ameingia madarakani. Sasa wale wenzetu walikuwa na uchaguzi wao ndani ya chama uchaguzi ambao ulikuwa na kambi mbili, kambi ya bwana lisu na kambi ya bwana Mboye. Kambi ya bwana lisu ilikuwa inataka yenyewe, inasema tukichaguliwa, mimi nikichaguliwa kwa mwenyekiti wa Chadema, sera yangu ni moja tu, no reform, no election, sera iliyozaliwa ndani ya uchaguzi wa Chadema. Bwana Mboye alikuwa na sera yake ya maridhiano kwamba jamani, yeye anaamini kwenye maridhiano. Kwenye chama wamefanya uchaguzi wao, akapatikana mshindi bwana Lissu na sera yake ya no reform, no election. Sasa huwezi kuja na sera ya Chadema unataka na sisi mtu sisi tuitekeleze, huo ni upuuzi, si ndio? Jamani, ni kitu ambacho hakiwezekani na akiingia kilimo. Lakini pamoja na kwamba hiyo sera ni ya kwao Mweshimiwa Rais Mama Samia kwa upendo mkubwa akawaambia hayo, jamani, tutayazungumza baada ya uchaguzi mkuu. Na kwenye, kati, kwenye, kwenye ilani ya chama cha mapinduzi, nyinyi wote mnafahamu mle ndani raisi amesema kutakuwa na mchakato wa katiba mpya ndani ya miaka mitano inayokuja, kati ya mwaka 2025 mpaka 2030. Mama Samia ili kuzingatia baadhi ya vipengele ambavyo wenzetu wanafikiri vina changamoto. Yote haya Rais Samia ameyafanya kwa upendo mkubwa. Leo wenzetu, kwa sababu hawashiriki uchaguzi, na nyinyi mnafahamu uchaguzi ni takwa la kikatiba, kwamba katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatutaka kila baada ya miaka mitano tushiriki uchaguzi wa kuchagua rais, wa bunge, pamoja na madiwani. Kutokufanya uchaguzi kila baada ya miaka mitano ni kuvunja katiba ya nchi yetu. Yani ku, yani usipofanya uchaguzi unakuwa umefanya kosa kubwa zaidi kuliko kushiriki uchaguzi wenzetu wakaamua kuto kushiriki nchi hii. Na vyama kumi na tisa vyenye usajili wa kudumu vilivyosajiliwa na msajili wa vyama vya siasa, vyama kumi na nane vinashiriki uchaguzi, isipokuwa chama kimoja tu cha siasa ndicho akishiriki uchaguzi. Sasa haya yote nayaeleza, ninachotaka ni kuwaonyesha kwamba kazi nzuri aliyoifanya rais kwa kuzingatia maoni na mapendekezo ya vyama vyote vya, vya siasa. Lakini sasa wenzetu, sera inayotokana na chama chao, uchaguzi wa chama chao, ndani ya chama chao, wametaka kuigeuza kuwa sera ya kitaifa, jambo ambalo sisi hatukubaliani. Jambo lolote linahitaji kuzungumzwa. Sasa wenzetu baada ya kuona wameshindwa, ndio wakaja na sera hii ya kwamba tususie uchaguzi. Wengine kwenye mitandao wanasema basi hiyo siku ya tarehe 29 tulete fujo, tupigane mapanga, damu imwagike. Mimi nikisoma wengine wanasema, bwana iwe kama kongo hivi. Jamani, mnajua madhara ya kumwaga damu kwenye taifa Mnayajua madhara ya kuandamana, kuzuia uchaguzi ama mnaongea tu kwa sababu tumepewa mdomo na hatulipii kodi? Kama kuna makosa tunaweza kufanya kama taifa ni kuvunja amani na utulivu ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu ndani ya miaka sitini. Nyinyi wote ni mashuhuda hapa uhuru wa nchi yetu chini ya Mwalimu Nyerere mwaka sitini na moja Disemba tisa tulipata kwa mazungumzo. Tanzania haikumwaga damu. Sasa leo unataka na sisi tumwage damu kwa sababu ya uchaguzi? Sio sawasawa. Unajua, mimi nawaambia watu ukweli. Uzalendo kwa taifa lako ni kuifia nchi yako. Uzalendo kwa taifa lako sio kumfia mtu ili awe kiongozi. Hapana, huo sio uzalendo, huo sio uzalendo, huo ni upuuzi. Sisi tutakuheshimu kama shujaa wa taifa ukifa kwa ajili kwa ajili ya taifa lako, lakini ukiva kwa sababu ya fulani huo tunaita ni upuuzi tu. sijui kama sasa aa, umeelewa? Aak, kweli, msiingie kwenye mitego ya shetani. Hata duniani tunapita mara moja na tuko hapa kwa kusudi la Mwenyezi Mungu, usifanye beti. Mimi najua hali halisi ya maisha ya Watanzania walio wengi leo kikiwaka hapa serikali ikasema, sasa tuna tunatangaza hali ya hatari nchini, ni watu wangapi wana uwezo wa kukaa ndani mwezi mzima bila kutoka kufanya kazi? Ni watu wangapi? asilimia karibu 80. Ni mtu lazima atoke asubuhi, aende akafanye biashara, faida ndogo atakayoipata ndio alishe familia yake kwa nini tunataka kuingia kwenye mitego ya kipuuzi namna hii? Kwa hiyo mimi rai yangu siku ya tarehe ishirini na tisa mtu asikudanganye, unatimiza haki yako ya kikatiba kumchagua kiongozi unayemtaka pale kwenye nafasi ya urais. Wako kumi na saba wanagombea, nenda kamchague mgombea wako unayemtaka. Mimi wakwangu mnayemwombea kura hapa ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Nakwambia, namwomba huyu mama kwa sababu ni mzalendo, ana huruma, anafanya kazi namna hii. Wewe humtaki kwa hiari yako, haki ya kikatiba inakuruhusu. Mmenielewa? jamaa pale kwa Silinde utakuta mimi na wagombea wengine, humtaki Silinde nenda kachague mtu unayemtaka, ni haki yako ya kikatiba. Lakini eti wewe na chama chako umegoma kushiriki kwenye uchaguzi. wewe mwenyewe wewe mwenyewe, wala hujashikwa mikono, alafu eti kwa sababu yako wewe unataka sasa hata wale wenye nia ya kuchagua kiongozi wanayemtaka ulete vurugu. Hapana, hatuende namna hiyo. Wangapi wanasema wataenda kupiga kura yao? Ndio bwana. Tunawaambiaga <coughs> eh, watu mi bado niponipo, nipo sana, si ndio? Acha <coughs> a wanaijua shughuli yangu, si ndio jamani? hadi unavyochukia mimi nipo sana hapa. Sasa wewe fikiri, unachukia miaka 10 si utakufa kwa pressure? Yani kila ukiangalia video zilizo kubwa za tunduma ita, itakuwa kwa pressure hiyo hiyo. Vijana wangu wa zamani, njoni tuungane, tufanye kazi, tuijenge tunduma yetu, tuijenge nchi yetu, si ndio jamani? Na vitu ambavyo wanasema kwa hiari yao, tarehe 29 watajitokeza kupiga kura na wataenda kumpigia vile vile rais wangu linda na muwe na amani kubwa ya Mwenyezi Mungu. Asante sana kwa kusikiliza.